Nam anachukua safi kule juujuu, pigiza safi, lakini mpira unakuwa mwingi na kutoka nje. Jua kali tena wanarudi jua kali, hawa ni jua kali. Ndugu mpenzi msikilizaji, usikose jiunga na kikosi kizima cha Jamii Sport Village homstr, hapa ndiko Ujambo, popote mahali mlipo, natumai mashinda vyema wa afya. Karibu katika ulimwengu wa soka, kipindi chako nacho kipenda na kukienzi zaidi. Kama kawaida, tuna ada yako ya kupanda na kushuka. Karibu tuandamane nayo kuanzia tama hadi watamati. Timu ya Jokali, baada ya weekend iliyopita kuweza kuadhibiti walimu wa Turkana ya Kati, aidha wamesema weekend hii lazima iendelee na sherehe waliopiga. Wamesema weekend hii watakapokaribisha Kapedo FC wataweza kuadhibiti mno. Wamesema endapo ni chini ya magoli ni ya magoli kumi au tisa ili na kufunga mbele. Au mesema hayo huku akisema kwa, kwa msimu wa mwezi wa sita lazima waweze kujikakamua ili kuandikisha matokeo mema zaidi, waendelee kuandikisha rekodi yao nzuri. Kocha wa timu hiyo Eric na mkufunzi wake mkubwa, aidha wameweza kushauriana kwa pamoja na kusema kikosi cha jua kali kwa sasa kinakwenda hatua nyingine tofauti. Na odha wa na timu hiyo Boniface wa Bomba, kwa upande wake amepongeza sana na kusema kwamba wako mstari wa mbele kuhakikisha kwamba yote walikuwa wakitekelezwa wakiwa zoezini, kwamba wanajiandaa vilivyo. Wamesema hayo huku zoezi likiendelea kushika chi kasi katika wiki hii yote nzima, kwenye uwanja huo. Hata hivyo vikosi visima vya Jamii Sport Village Home Stage vitakuwa vimetoa ugani tayari kukupeperushia michuano huo. Usikose kuangalia, endelea kushare na uendelee kusubscribe. Kumbuka kesho ni siku ya Madaraka, Kapede FC watashuka dhidi ya jua kali FC katika uwanja wa Showground ama uwanja wa maonyesho. Kumbuka mechi itakuja live kutoka hapa Jamii Sport Village Home Stage. Hapa ndiko nyumbani kwa kwa mashabiki Wamesema wako tayari kuja kujumuika kuwashangilia jua kali kwa wingi zaidi. Usikose, endelea kushana kusubscribe. Nimekuwa wako bye bye.